Waziri mkuu wa Bulgaria Rosen Zilyazkov amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa serikali yake baada ya kipindi cha chini ya mwaka mmoja madarakani, kufuatia wiki kadhaa za maandamano makubwa mitaani kuhusu sera zake za kiuchumi na kuonekana kushindwa kukabiliana na ufisadi. Rosen alitangaza hatua ya kujiuzulu kwenye televisheni muda mfupi kabla ya bunge halijapiga kura kuhusu hoja ya kutokuwa na imani iliyowasilishwa na upinzani na kabla ya nchi hiyo kujiunga na ukanda wa Ulaya tarehe moja Januari. Rosen alisema, muungano wetu ulikutana, tulijadili hali ya sasa changamoto tunazokabiliana nazo na maamuzi tunayopaswa kuchukua kwa uwajibikaji. Shauku yetu ni kuwa katika kiwango ambacho jamii inatarajia. Nguvu inatokana na sauti ya watu. Baada ya mkutano wa viongozi wa vyama tawala, baadaye waziri mkuu Rosen alisema watu wa rika zote, asili na dini zote wamezungumzia kujiuzulu. Nguvu hii ya raia lazima iungwe mkono na kutiwa moyo. Makumi kwa maelfu ya Wabulgaria walikusanyika Jumatano jioni katika mji mkuu wa Sofia na majiji mengine kote nchini humo, katika mfululizo wa maandamano yanayoendelea kueleza hisia za umma. Waandamanaji waliimba jiuzulu na kuinua mabango yaliyoandikwa tumechoka, yenye michoro ya wanasiasa. Mimi ni Amos Muzee, Stein TV.